Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kwa majina, naitwa Asma Mbarouk Suleiman. Mimi nilikuwa ni wakala wa ACT Wazalendo na hii ni mara yangu ya kwanza, sijawahi ku experience swala kama hili na nilivo, kabla sijaingia kwenye chumba mwanzo, walichelewa kuniingiza chumbani niliwekwa kama saa mbili waliniruhusu kuingia pale ambapo wenzangu walikuwa washapewa vitabu. Nilitoka nje nikajaribu kuongea na mkuu wangu hapo, akanisaidia nikapata lile daftari, lakini pia sikuwahi kujua kama wale ambao mawakala wengine wote ni CCM. Nilikuwa najua kutokana na majina ya vyama manake, kila mtu anasimama na chama chake kwa hiyo hakuna hata mmoja, tulikuwa ni kumi, hakuna hata mmoja aliyokuwa anataka kukooperate na mimi, ila alhamdulillah kwamba viongozi walikuja kunitafuta. Mashaallah, mimi ni mtu wa hisabu, hawakuwahi pia kujua hicho kitu. Walininyima karatasi, nilikuja kupewa baadaye, watu washaingia wengi, lakini kwenye chumba changu, mtu akiingia, sina memory mbaya, namkumbuka kwa hiyo watu walikuwa wakiingia, mimi ni wa mwanzo kusimama kusema huyu kashaingia, na wenzangu wale tisa walikuwa hawaamini kama mimi naweza kusema hivyo. Kwa hiyo nilikuwa na msimamo. Nilikuwa na msimamo na niliendelea kushikilia msimamo wangu, na awali ya yote ni kwamba mida kama ya saa kumi watu waliruhusiwa, waliingia mithli ya nyuki sikuweza kusimama na kusema, nilipiga ukelele kwa kilio, nililia, nikaenda kufanya ale masanduku. Yani kama nyinyi mlituchukua mkatupeleka Kidongo Chekundu, mimi binafsi nilipanga, mkatuapisha hivi, mnajua hii ni dhima. Yani nilisimama kwenye nyarakati hiyo, kilio changu kilikuwa kikubwa mpaka nilikuja kubembelezwa na maskari. Yani maskari walinizunguka wengi sana kwa ushuhuda kwamba na watu wengine wa ACT walitolewa nje. Mimi sikukubali kutoka nje, sijakubali nikikaa nikiogopa sio dua na kila kitu ambacho tumefanya lakini, kile kiapo ambacho tulikiandika wakatuapisha, shafahamu, tuliapa kwa jina la Mwenyezi Mungu. Kwa mimi niliogopa. Na katika chumba changu watu waliopiga kura ni watu mia mbili ishirini na mbili tu, watu mia mbili ishirini na nane hawajaja. Kwa hiyo ile karatasi walizichana mpaka vikaisha vitabu, na kuna karatasi nyingine walitoa kwenye kwenye bahasha, na nilishangaa kwamba kwa nini zitolee kwenye bahasha, bahasha nyeupe bahasha, bahasha nyekundu nye, watu wa NEK na ZEK lao wote ni moja. Nilipewa shilingi elfu hamsini nikaambiwa nyamaza, nikapewa karatasi niandike kwamba uchaguzi ulikuwa ni sahihi nilipewa karatasi ya mwanzo nikaandika si sahihi. Nikapewa karatasi ya pili, nilizungukwa, kifupi nilizungukwa, nikaombwa namba, nikawapa namba, nikawaambia hii hapa, andika. Nikaandika karatasi ya pili tena kwa herufi kubwa, maandishi yalikuwa makubwa kama mtoto wa nasari. Nikaandika kwamba ilikuwa sio sahihi. Namba yangu mithli haikutosheka. Namba yangu jamani, imekuwa kama ndo kitega uchumi sasa hivi unapigiwa na kila tena, kwa wanaume wameijawa namba yangu haikuwa sahihi, wao kunifanyia mimi vile, lakini waendelee kuwa na msimamo. Nitaendelea kusimamia kwenye haki na amani siku zote.